Mahakama ya Juu ya Marekani imetoa ruhusa kwa utawala wa Rais Donald Trump kuendelea na zoezi la kurudisha wahamiaji katika nchi nyingine tofauti na zile walizotoka. Uamuzi wa majaji sita dhidi ya watatu ndani ya mahakama hiyo umebatilisha amri ya mahakama ya chini iliyotaka serikali kuwapa wahamiaji nafasi ya kueleza maafisa tali wanaweza kukumbana nazo endapo watahamishiwa katika nchi ya dunia ya tatu. Aidha, majaji watatu wa upande wa mrengo wa kushoto wa mahakama ya juu wamekosoa vikali uamuzi huo katika kesi iliyohusu wahamiaji wanane. Waliokuwa wamehukumiwa kwa makosa makubwa nchini Marekani ambao waliondolewa nchini kwa ndege kuelekea Sudani Kusini mnamo mwezi Mei. Uamzi huo umempa ushindi mwingine ya Rais Donald Trump katika azma yake ya kutekeleza sera za kuwarejesha wahamiaji kwa wingi ndani ya nchi zao. Kesi hiyo inahusu kundi la wahamiaji kutoka Myanmar, Sudani Kusini, Cuba, Mexico na Vietnam ambao wamefukuzwa nchini na utawala wa Trump mwezi Mei iliyopita kwa ndege iliyokuwa ikielekea Sudani Kusini. Na tukisalia hapo hapo, Jaji Brian Murphy wa mahakama ya wilaya ya Marekani yenye makao yake Boston ametangaza amri kuwa wahamiaji hao wameruhusiwa kupinga hatua ya kuhamishiwa katika nchi ya dunia ya tatu. Hata hivyo, baadhi ya majaji ken pamoja na jaji Sonia Sotomayor, Elena Kagan na Ketanji Brown Jackson wamekosoa vikali uamuzi wa huo wa wengi siku ya Jumatatu, huku wakiuita ni matumizi mabaya na makubwa ya mamlaka. Sotomayor ameandika katika ukurasa wake kuwa inaonekana mahakama inaona ni jambo la kawaida kwamba maelfu ya watu watateseka kwa ukatili katika maeneo ya mbali kuliko uwezekano wa mbali kwamba mahakama ya wilaya imezidisha mamlaka yake ilipoiamuru serikali kuwapa wahamiaji taarifa ya mchakato wanaostahili kikatiba na kisheria. Pia ameongeza kuwa matumizi hayo ya busara ni ya kushangaza na hayawezi kusameheka. Lilian Kidende, SAUT Digital.